Napenda kutoa taarifa kuhusu magari mapya ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji yaliyotolewa kwenye mkoa wa Geita Oktoba 25. Aina ya magari mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuliyapokea kama ifuatavyo. Mtambo mmoja wa kuzimia moto aina ya Iveco yenye ujazo wa maji lita elfu tano na dawa lita mia tano. Mtambo mdogo wa maokozi aina ya Iveco ina lita ya maji mia nne na dawa lita elfu ishirini. Gari nyingine ya kubeba wagonjwa ambulance ambayo hii itakuwa kwa ajili ya kubeba majeruhi ya ajali zote. Gari ya operesheni ambayo kwa kizimamoto tunaita gari ya amri, ambayo inakuwa ya nausa na natoa amri kwa ajili ya maeneo ya tukio. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kupatikana kwa mitambo hii ya magari haya itasaidia sisi kuongeza kiwango kikubwa kwa ufanisi wa jeshi la zimamoto na Uokoaji katika kukabiliana na majanga hapa nchini. Awamu ya pili ya mitambo hii ambayo tutapatiwa kwenye Jeshi la Zimamoto na Wakoaji mkoa wa Geita. Tunatarajia kupokea vifaa vingine ikiwepo boti ya maokozi, mitambo ya zimamoto, magari ya maokozi, pamoja na na na vifaa vingine ambavyo tunatarajia kuvigawa kwenye wilaya zote za mkoa wa Geita. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa niaba ya maafisa na askari na wakaguzi wa Jeshi la Zimamoto na Wakwaji, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na, na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutuboreshea vitendea kazi pamoja na maslahi ya askari. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa na nzuri, kwanza ya kuongeza askari wetu. Katika kipindi cha miaka minne kumetokea ajira za jeshi la zimamoto. Nitumie nafasi hii kwa mara nyingine kumshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hasan kwa upendo mkubwa alionao kwa wananchi, si tu wa Tanzania na si tu wa Geita ni kwa wanadamu wote ambao watakuwa wanapita katika ardhi yetu. Maana wakati mwingine asema gari zitawasaidia Watanzania, ni kweli. Watanzania ndio kipaumbele chetu, lakini hata wageni wanaokuja ndani ya nchi yetu, inapotokea janga la moto kwenye makazi ya mgeni, jeshi la zimamoto ni kazi yake kwenda kushughulika na changamoto hiyo. Inapotokea ajali ya gari barabarani, wakawepo wageni, na sisi tuko kwenye trust, Rwanda, Burundi, Congo DRC, Uganda, maanake gari hizi zitakwenda kuokoa kuwaokoa vilevile na wale wageni ambao wanapita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipongeze Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Katika majeshi yetu ambayo yanafanya kazi yake kwa kujituma, ni pamoja na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pamoja na askari wetu. Sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano, kila jambo mtakalohitaji, tutawajibika kuhakikisha kwamba ili jambo hilo liweze kutekelezeka kwa kiwango kikubwa. Rais wetu, Dr. Samia ameleta fedha nyingi ndani zaidi ya milioni mia ngapi? Kati ya milioni mia saba. Ofisi yetu sasa tunahamia kwenye jengo linalofanana na hadhi ya mkoa. Endeleeni kutoa jicho, kuimarisha usalama, kufuatilia ubora kwa ushirikiano na tume ya madini, ili kuhakikisha wananchi wetu ara kwenye uchimbaji wa madini unaoendelea katika maeneo ya mkoa wetu wa Geita.